Nataka kuuliza watu, kinachopendeza pendezesha kwa binadamu wenzi wao ni nini hmm? ni mtu kuwa na tabia nzuri ama ni mtu kuwa vipi? Kwa sababu unaweza pata mtu akona akona tabia mbaya ama yuko hovyo, anasifika kwa tabia mbovu, lakini watu wanampenda kwa sababu ya akona pesa wanakupenda uzokuwa mnyama na roho mbaya lakini uko na pesa, watu wanakupenda hivyo hivyo. Lakini uko na roho nzuri lakini una kitu, watu hawakupendi ndugu yangu hata kidogo. Utasikia, ah, na msaada gani huyo? Eh, na msaada gani? Uko na roho nzuri, lakini kuna jamaa ana roho mbovu, lakini uko na pesa, watu wanalipenda sana kwa sababu hmm. Sasa watu wananiuliza hmm, kwa hivyo mnapenda kitu kwa watu, ampendi watu? Kwa sababu kuna watu ni wazuri sana ni wazuri kwa tabia sana lakini ukiangalia kwa majumba ama kwa familia zao, yaani wamekwa kando kwa sababu ya kitu hana, naona inauma sana kwa kitu hana. Anapenda mtu mwenye na roho mbovu kupindukia, unapata yani vile, utafanyaje? Yakosawa kimfuko nini, lakini ndio hivyo, wanampenda hivyo. Sasa wenye mna roho nzuri namna kitu, msikate tamaa, ama tusikate tamaa. Siku bado zipo. Kitu kibaya ni kufa. Kama bazo unaishi nasi pia, maana baadaye maybe time yetu ndio bado, kusikate tamaa.